Hello? Yeah. Melvin. Yeah. Habari ya asubuhi? Sawa sana. Eh, najua unashangaa ni nani anakupigia simu, si ndio? Eh. Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Uh -huh. Kuna jamaa ametutumia hapa ametutumia SMS Radio Jambo. Yeah. Akisema kuna vile alikuwa amekukosea. Uh -huh. Na hata mkatengana, kwa hivyo alikuwa naomba kama sisi kama Radio Jambo patanisho tunaweza msaidie, akuombe msamaha. Nani anaitwa Edwin Juma, unamjua ya? Namjua. Eh, kwa hivyo ametuma SMS hapa anasema, ameangaika sana hapa nje na alikuwa anaomba kama anaweza kukuomba msamaha. Yuko hapa kwa line. Edwin, ongea na Melvin. Hello, Melvin. Hello. Habari ya sibuhi, yeah. Nimetumia lilo jambo Wanik wajaribu kunipatanisha mimi na wewe. Unajua mimi nawewe hatuelewani, kama jana nakupigia simu, nilikuwa nakwambia siko nimewekewa pesa sasa, nilikuwa sasa nimewekewa pesa, nilikuwa nataka nikutumie nilikuwa na- nilikuwa najaribu kukuambia mimi nini nataka nikuekee pesa lakini sasa hatuanapatana, ulikuwa tunanipigia makelele sasa, siku anakuelewa sasa. Wewe unaona kama hiyo ndo makosa yenye imefanya ukanipeleka Radio Jambo, ama kuna makosa ingine? Hapana sasa mm -hmm. no, unajua mimi nawe hata saa zingine nikikupigia sehemu nili mimi nawee hatupatani vizuri mii oh. nilikwambia nilii bahezii sitake kuhangaika mimi, nilikuwa nataka turudiane mi na wewe tulewe mtoto na tukai pamoja Edu, nisikize vizuri juzi, hata I think ilikuwa tu hii last week, nikakupigia simu tukaongea tu na wewe vizuri, nikakwambia sahii mi nimetulia, otakiu nipeleke. Ndiyo alafu mi nipandisha hasira yeah, zangu

A jua unakumbuka kitu yenye ulinifanyia na bado niko na hiyo machungu kwa roho yangu. Tafadhali achana hachana tu na mimi, weka na maisha yako mia na maisha yako. Ukinisaidia kulea mtoto ni sawa, usiponisaidia basi sawa.